Pia isa, yeah. E, Isaya 65 isome ile. Isome ile, uisome ile, uisikie. Afu uione. Utaiona hiyo sio mbinguni kule. Utakuona sio mbinguni. Sisi tulisoma sana hapo. Eh, tu tunakumbushwa. Anzia mstari 17. Isaya sura ya 65 kuanzia mstari wa 17 anasema, Ndio maana tazama eh. Hey. Mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya. Mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya eh, na mambo ya kwanza hayatakuwa hayatakumbukwa eh, wala hayataingia moyoni eh, lakini furahini mkashangilie daima eh, kwa ajili ya hivi ni viumbavyo eh, maana tazama na umba Yerusalemu uwe shangwe eh, na watu wake wawe furaha eh, nami nitafurahia Yerusalemu eh, nitawaonea shangwe watu wangu, nitawaonea shangwe watu wangu, sauti ya kulia haitasikiwa ndani yake tena. Unaiona hiyo nchi mpya na mbingu mpya. Nataka uyaone mengi yaliyopo. utaona, utaona. sio mbinguni nakokuona mengi na unayojua mbinguni yako hapa, sivyo alivyo. Twende kulia kutakuwemo moja. Ehe, rudia hilo kulia, mstari wa 19, anasema ndio, nami nitafurahia Yerusalemu, nitawaonea shangwe watu wangu, sauti ya kulia haitasikiwa ndani yake, moja moja, wala sauti ya kuomboleza, mbili hata kuwapo tena mtoto wa siku chache, hey, wala, wala mzee asiyetimia siku zake. Sawa, kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka mia hey. Bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka mia hey. Atalaaniwa. Unasikia, hawaoni hawa bado wanaishi duniani hey? hawaoni hawa watu wapo duniani hao, lakini imeumbwa Yerusalemu mpya si ndio Zimeumbwa mbingu mpya na nchi, lakini pana watenda dhambi, watafikisha miaka mia lakini wamelaaniwa, watalaaniwa. Wapo watenda dhambi, Yerusalemu mpya mbingu mpya na nchi. Viwango vya mabadiliko ya binadamu, viwango vya mabadiliko... yani sawa na kiwango binadamu wanabadilika. Ndo maana nenda uharabuni kula nakoshinda robati Dubai nenda China ni vigumu sana kuona msiba. Ni nchi mpya nayo zimeumbwa, walikomaa wale, kuna waliokufa walikufa ili kuhakikisha wameweka mfumo usio na dhuluma. Nenda China ni vigumu sana kuona msiba. China kukaona ka, ka jamaa kana miaka mia ishirini kako tu hivi, kama Sofia mia ishirini hivi ulivyo hivi na nguvu vikanakatisha barabarani mia ishirini, kuna mwindi mmoja ndo ameonyesha mpaka nikasema hapana, hii sasa hii ni adhabu mrefu, mahali fulani mabaki mfupa, tuna mia tatu na ngapi? Hey. mia tatu na mabadiliko ya tabia za watu watu wame wamemanage wamelinda haki za binadamu wengine mpaka kufa kumeondolewa katikati yao mpaka kuanzia miaka mia kwenda juu china china miaka mia ishirini china mmoja Nilikuwa dukani naongea na shamba lakini wewe itakuwa nimekuzidi. Nimekuzidi miaka. Wakati huo miaka nane iliyopita, si saba iliyopita. Mimi niko siku kama hey. 35 hivi sasa ngapi? Eh. Asema mimi wewe itakuwa nimekuzidi. Unajua wa Afrika mnaonekanaga wakubwa. Kadogo na nakaona na, na, na kadogo tu na, kadogo asema hamna. Wewe kadogo bwana. Wewe kaliosema hamna. Mimi nitakuwa nimewazidi hata kama nimekuzidi ni miaka miwili. Nasema sema, kwani wewe una miaka mingapi? Nashamia hapa niko 52. Sio 50, si hamsini, si hamsini na mbili. Kwanini itaja ya kwangu? Kwanini itaja ya kwangu? Nikasema kweli kabisa, kuna maana inatakiwa kujionyesha. Mimi ni wa kawaida, lakini sio kwa shughuli kama hii hapa. Aasema sindio? Si ndio, arobaini na nane ndio hiyo hiyo yaishe. Hey, nimesema nyewe wadogo nyewe nye Afrika mna mili ya ajabu ajabu nikasema laiti ungejua udogo wenyewe. Eh. Thelathini na tano hapa. Alafu na mimi ndio wale wanaosema nime maintain mwili ya uzeeki. Eh, hey, kwa sababu mimi sijajua mnanionaje. Mimi pengine unaniona unavyojaliwa kuniona. Mimi unaniona unavyojaliwa. Lakini kuna watu wengi sana mimi na mke wangu, wanasemaga eh hey, ona mili yao utafikiri wadogo. Kuna wanaoniona hivyo, kwaio na mimi ni moja ya kati ya walio walio jimentel Mungu wetu asifie, lakini shida zinatukongoroa hapa. Naongelea Yerusalemu mpya, mbingu mpya na nchi mpya inafanywa. Unaona, wenye dhambi wapo wanafika miaka mia mia mia wanafika mia wanafika <tip> lakini wamelaaniwa twende, <tip> endelea endelea, mstari wa ishirini na moja Isaya Isa, sitini na tano anasema nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake. Watafanyaje? watajenga nyumba na kukaa ndani yake, mbinguni tunaenda kujenga eh? watajenga nyumba na kukaa, watapanda mizabibu na kula matunda yake Ehe. Hawatajenga akakaa mtu mwingine ndani Ehe, yake Ehe. Hawatapanda akala mtu mwingine Ehe. Maana kama siku za mti Ehe, ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu na wateule wangu, wataifurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. Hebu ishi, tunaiona mbingu mpya na nchi mpya, tunaiona ni viwango vya mabadiliko ya binadamu. Yaani kuna namna ukisoma sasa, ukianzia kule nyuma, unaanza kuona kwa nini Mungu ameanza kusema hivi. Kuna maonyo ametoa, kuna watu wamekubali. Baada ya watu hao kukubali, kuna posho, kuna life style, kuna aina ya maisha watu hao wataanza kuyaishi. Uyaamini hayo, ndio maana nimekupa mifano kwenye nchi za wenzetu kuna waliojaribu kuishi maisha aina hiyo, kufa kifo kuiona, na vijana wamesema juzi hapa sema nimekaa China miaka zaidi ya mitano, kitu pekee sijawahi kuona, sijawahi kuona msiba. Na watu ambao hawajawahi kupata msiba, wakipata unakuwa sio wa kitoto, unakuwa sio wa kitoto, haufichiki, haufichiki. nimekaa miaka zaidi ya miaka mitano nazurula napita mji wa aina yoyote, sijai kuona kukutana watu wanalia. Sisi ukienda hospitalini lufavu ni kawaida tu kuona huyu anapita, huyu anapita, huyu anapita, lakini hao wanaongea hivyo maanake wanapita zilipo hospitali wajai kuona mtu Eh. Eh. Watu wawili walikufa kwa ajali Dubai. ni Dubai si ndiyo? Mpaka sasa hivi walikufa kwa ajali ya moto. Sasa ni mwezi wa saba, ile eneo halijafunguliwa, panachunguzwa ilitokeaje. Maana yake ni dunia isiyoamini kufa meumba mbingu mpya na nchi mpya. Mabadiliko ya tabia za watu sio ya tabia nchi. Nchi ni watu, laana zote za mimvua inakuja bila utaratibu. Ni watu wanaileta laana ya mijua. Inawaka Kamsamba, inawaka Sumbawanga, inawaka Mbarali, inawaka mpaka mipunga inakauka ni mabadiliko ya tabia watu, nanisikia? Ni mabadiliko ya tabia watu. Nchi ni watu, ulimwengu ni watu, kilichobadilika ni watu, kinacholeta laana ya mji upepo ku, ni watu, kuna vitu wamefanya vibaya ni mtu alitenda dhambi, mpaka wanyama wakaanza kuumwa. Ni mtu alitenda dhambi, ardhi ikalaaniwa kwa ajili ya mtu. Unanisikie, ni mtu alitenda dhambi, ndivyo ilivyoandikwa. Ardhi ikalaaniwa, sio ardhi lilaaniwa. Sio Mungu alilaani mtu, alichukizwa na mtu ndo akailaani ardhi. Madhara yote unayoona kwenye nchi kama Tanzania humo, ni mabadiliko tabia watu, siyo mabadiliko tabia nchi. Rudi nyuma kidogo, uwaweke yako ako nchi zetu yetu, rudi kwanzia tu kule kwenye vifo, madhara yote yanayowakuta watu yanayowakuta watu yanayoikuta, mvua kucherewa, jua kuwaka bila utaratibu, zikija mvua zinakuja na mawe, zinakuja na radi, zinakuja... yaani, mvua ikija inaharibu, jua likija linaharibu, gari likisafiri inavunja miguu ya watu, hospitali watu watakufa ovyo. Yani, hakuna mahali ambapo ni salama popote pale, chochote kitatokea popote. Una uhakika wa kutoka nyumbani kurudi, ni majaliwa e, yani sisi aishi maisha uhakika ni unapotoka, ndo unawambia ubaki salama, lakini kurudi, waliopo nyumbani mioyo, wakiangalia simu yoyote inapiga, wanajua ni lolote linafanyika. E, nakuhakikishia simu zetu hizi eh? simu zetu hizi hatuzipokeaji moja kwa moja, hizi simu watu tulio karibu nao akipiga, haina mmeachana, amesema nitakupigia, hata kama akasema atakupigia, akipiga unari lingine umeongeza pale eh, sisi kwetu uhakika kutoka, yaani mtu na uhakika nao, unapomwona tu hivi, napo napo sio sana, unajua kuna vitu vimekaa vibaya, boro joint zime eh? Kuna wakati hata akilala vibaya hivi hiyo, eh? Ha? ni kawaida sisi, kawaida. Ni kuna mara unachungulia penye blanketi, mbona aliinuki, unakaza, unakaza pumzi pengine mimi ndo, ndo natikisika baadae unaona ametana yote. Hayo ni mabadiliko tabia watu, sio mabadiliko tabia nchi. Nchi ni watu. Kilicholeta mashaka yote hii, simtofahamu zote hizi, maumivu yote haya, sio upepo umebadilika kuvuma kutoka mashariki kwenda kaskazini Sio mawingu yamebadilika, sio mzunguko wa jua wa mwezi umebadilika. Vyote hivi vimesababishwa na mabadiliko ya tabia watu. Watu wakibadilika, upepo utabadilika, upepo utaleta baraka, mvua zitaleta baraka, jua litakuwa jua la neema, karibu kila kimoja aka kikitabiri na kujaza baraka. Lakini wanadamu wakibadilika, wakafanya maasi, jua linakuwa la laana, upepo unakuja na laana, unakuja na uharibifu, mvua zinakuja na uharibifu, hewa inakuwa imeharibika, inakuwa na uharibifu, kila chakula kinageuka kuwa sumu. vizazi vizazi, dunia ilikuwa namna hiyo. Mungu anaposema na umba mbingu mpya na nchi mpya, kuna maonyo amewapa watu, kuna watu wamejitoa kuyatimiza maonyo hayo, na unapoyatimiza maonyo, pana watu wanaadhibiwa, pana watu wanatengwa na mji wa Bwana. Kwa maana mnaonaga mimi nawahubiri muda mrefu, kuna watu nawatenga na, na mji wa Bwana kuna watu nawazoeshwa uwe, uwe, uwe Jerusalemu mpya, uwe nchi mpya, ambaye daima utasikia yale tu yatokayo kwenye moyo wa Mungu. Na kutenga na mji wa Bwana ambaye unakereka na kutenga Adonai. Ameimba tumeshwa, Shetani, panakuuma sana tukiomba muda mrefu. Shetani, panakuuma sana tukikaa ibadani muda mrefu, panakuuma sana koo tunakutenga na mji wa Bwana. Kuna tabia fulani ukizionyesha, tunakuchukulia hatua kubwa. nini tunakutenga na mji wa Bwana. Kwa nini Mungu wakati mwingine ni afadhali awaone watatu waliomwelekea kuliko mia moja waliojichanganya kuliko elfu moja waliojichanganya. Mungu kaapa, takatifu hukaa walipokaa watakatifu waliomwelekea kwa mioyo yao yote kwa hiyo sisi ni wa